Manyoya ya Simba. Katika kijiji kidogo cha zamani, kulikuwa na msichana mdogo aliyeitwa Aira. Mamake wa kambo hakuwapenda Aira na alikuwa anamsumbua kila mara. Siku moja, Aira alishindwa kuvumilia tena na aliamua kukimbia porini. Alipotembea kupitia msitu, Aira alikutana na mwanamke mzee ambaye alimwona akiwa na huzuni. Mwanamke huyo mzee alimuuliza Ayira kile kilichokuwa kibaya na Ayira alimwambia kuhusu matatizo yake nyumbani. Mwanamke huyo mzee alimsikiliza kwa subira na kisha akampa manyoya ya mkia wa simba, akimwambia ampe mamake wa kambo kama zawadi na kwamba itamsaidia Ayira. Hakuweza kuelewa jinsi manyoya ya mkia wa simba yanavyoweza kumsaidia, lakini aliyakubali na akarudi kijini kwake. Alimpa mamake wa kambo manyoya ya mkia wa simba kama zawadi, lakini mamake wa kambo hakuwa na hamu nayo na akayatupa. Siku iliyofuata, Ayira aligundua kwamba mamake wa kambo alikuwa amemkasirikia hata zaidi kuliko awali. Kwa hiyo Ayira alirudi kwa yule mwanamke mzee na kumwomba msaada tena. Mwanamke huyo mzee alimwambia aende kwenye mto na kuosha uso, mikono na miguu yake na maji ya mto huku akisema, Simba, Simba, nipe nguvu zako. Ayira alifanya kama alivyoelekezwa na alishangaa kuona kwamba ngozi yake ilikuwa laini kama manyoya ya simba. Alirudi nyumbani na mamake wa kambo alishangazwa na jinsi alivyokuwa mrembo. Mamake wa kambo wa Ayira alimuuliza jinsi alivyokuwa mrembo hivyo na Ayira alimwambia kuhusu manyoya ya mkia wa simba na ushauri wa yule mwanamke mzee. Mamake kambo alianza kuwa na hamu na akamuuliza Ayira wapi anaweza kumpata yule mwanamke mzee. Ayira alimpeleka kwa yule mwanamke mzee na yule mwanamke mzee alimwambia mamake wa kambo kuhusu manyoya ya mkia wa simba na nguvu ya mto. Mamake kambo alikwenda kwenye mto na kuosha uso, mikono na miguu yake na maji ya mto huku akisema, "Simba, simba, nipe nguvu zako." Lakini mamake wa kambo hakuwa anasema maneno kwa moyo mnyenyekevu na kwa hiyo nguvu haikufanya kazi kwake. Alienda nyumbani na hakuna kitu kilichobadilika. Mamake wa kambo kisha akarudi kwa yule mzee na kumuuliza alikofanya vibaya. Yule mzee alimwambia kwamba alihitaji kuwa na moyo wa upendo na kusema maneno kwa unyenyekevu na uaminifu. Mamake wa kambo alirudi kwenye mto na kujaribu tena, wakati huu akisema maneno kwa moyo mnyenyekevu. Aliosha uso, mikono na miguu yake kwa maji ya mto na kwa kushangaza, ngozi yake ilikuwa laini kama manyoya ya simba. Tangu siku hiyo, moyo wa mamake wa kambo uliwaacha ngumu na aliwaheshimu Ayira kwa upendo. Na Ayira na mama mkubwa wake waliishi maisha yao kwa furaha baada ya kupata hekima kutoka kwa bibi yule na nguvu kutoka kwa manyoya ya simba.